Kama deputy party leader tutarevitalize chama chetu cha UDA hapa pwani. Hatutakubali wengine waje watuondoshe pale. Sisi tuko hapo, na tutamuunga mkono rais na chama chetu. Manake broad based ni mzuri, lakini ikija katika hizi kura, tutang'ang'aniana na kwanza, nimhakikishie kandidati wetu wa Magarini, tutasimama na yeye. Hicho kiti Mungu akipenda tichakuwa ni kiti cha UDA. Ilibiwa kwa kura 21, tutamregesha na kura elfu 21, na huu ndio mtihani wetu wa kwanza kama UDA ndani ya pwani kuhakikisha, asante Stanley, kwamba Stanley ndio mbunge aliyodhulumiwa na kama vile Faisal alivyotuanzishia safari ya 2022 huyu atatuanzishia sisi safari ya 2027 Kwa hivyo kaa Stanley, asante sana. Huko juu Raila Odinga na William Ruto watashirikiana, watazungumza, watabadilisha serikali, huku chini sisi tutasakatana. Yule atakayeweza kuishinda ndio atakuwa mtoto wa William Ruto na na Raila Odinga hakuna kuwatiana viti kila mtu